Pamoja na kipa yuko hapa kukagua vipaji. Kwa nini? Unaonaje? Kwa nini tusikae, kwa nini tusikae pale. Ka, kaanza vizuri afu katindinganya hapana. Mimi naambieni kweli, huyu amekuja hapa kuangalia vipaji. Na kwa nini amekuja kuangalia vipaji? Ni kijana ambaye anaamini mpira wa Tanzania utajengwa na Watanzania. Ndio maana akasema pata. Hapana. Hii Samia Celebrities and Companies. Hii ndio kwenda kuchagua vipaji. Na kaja hapa kuangalia vipaji. Uongo kweli. Baleke, njoo Baleke. Tunajua enjoy. Azam. Baleke, njoo my brother from another mother. How are you? Huyo hapa. Mmemloga, watu wabaya. <laughs> Most of Tanzania most of Tanzania midfielders are very bad. They cockroach you. Baleke, he's a good I, player. I, have Blanco I have Sadun now Azam FC calls you. It's no problem. unacheza bila shida hamna uh, my brother you betray me I want to take you back to Simba. I want you back to Simba. Unaweza kurudi Simba have You have to come back Simba, okay? Yes, he is my good player. <laughs> <laughs> Yeah. Uh, na, okay. Ah, na, na kuja ku niambie leo na mtaalamu hapa. Okay. Na nakuja na content na, yake. Leo okay. Nakwambieni leo. Leo kama Konde akusa, akusainiwa Azam leo. Mm -hmm. Namna anavyokuwa mm -hmm. Na utuliza anafinya anatoa. Anatuliza kama akusajiliwa Azam. Nitaamini mpira wa Bongo una fitna. Okay. Kwanza kabisa natamani nipate tamko lako Hashim, tulizungumza kuhusiana na game ya Simba na Yanga, lakini bahati mbaya haijachezwa. Tamko lako lolote lile kwenye hili tumii chochote, kilichoamulia kiko sawa mm -hmm. kwa sababu mpira una namna yake. Kuna maandalizi ya timu, kuna management za football vile ambavyo zinafanya ya kwa hiyo kwangu mimi Whatever happened kiko sawa kwa sababu hakinihusu okay. Ingekuwa kinanihusu direct, yani kuna Azam FC, si wenye Azam tunatamani siku moja uh, tuingize timu uwanjani watu wasije, au sio? Lakini pia tunatamani itokee siku kwamba kuna sintofahamu ya mpira wa miguu ambayo haituhusishi sisi, ila kwenye kitu tunatamani ni siku moja tumeingiza timu alafu watu wagundue kwamba Azam FC wana timu kali sana hatuendi leo. Ukiona maana Simba waliona kwamba Yanga. No, not really, I didn't mean that. mm -hmm. lakini kuna wakati unakuwa na timu bora, unaitengeneza timu inakuwa makini kiasi kwamba mm -hmm. watu wanakuwa watamani kukutana na wewe. Okay. That's what I meant. Okay. Yeah. Hii hi, kwa kumbukumbu kumbu zako ni mara ya ngapi kutokea? Mm. I don't, I don't so, kuna, kuna ninachokumbuka mimi ni kwamba tumewahi tumeshawahi kupelekea watu moto dakika 53, wakapiga refa, ndio ninachokumbuka yani, kwenye kombokombo kwenye za Azam. Ha? Yanga <laughs> <laughs> mshikeni zamana, huyu huyu atakuja kunitoa, atakuja kunitoa. Hicho ndo kitu pekee mi nakumbuka, kwa sababu nimejifunza uh, kitu kama hakifai kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ukimya hakifai kwa neno, kitu kama hakifai kwa wewe kukitilia mkono kwa, kutia mguu, basi mkono hauna maana yoyote hapo, sio? Kwa hiyo mimi kwa upande wangu wa timu yetu sisi tunatamani tutengeneze timu siku moja ya kufika hadhi ya watu kuogopa kukutana na sisi, ikiwezekana hata uwanjani wasilete, ndio si. Sisi tunavyotaka no, sis, sisi tunataka tuwe na timu kali Mataka. Maana yake ni kwamba tunawatia motive viongozi, tunawatia motive wachezaji mm -hmm. wawe bora kiasi cha kuogopeka hivyo, mm -hmm. yani timu inakuja kucheza na nyinyi inajishauri kwamba, mm, ndo tunaenda mm -hmm. umenielewa? mm -hmm. wakifika mlangoni wagaili waseme hatuchezi. Ndio kitu ambacho tunataka kufanya. Kwa hiyo tunatengeneza timu ya aina hiyo na nafikiri matajiri wetu wanatengeneza uh, timu ya kiasi ya, ya high standard kiasi hicho. Oh yeah. Unahisi una uh, mashabiki huwa wanapokea kwa namna nzuri situation kama hizo? Well, iko positive, iko negative. Kwanza mashabiki wanaenjoy mpira na ndo kitu ambacho kinatuweka hapa, watu waje uwanjani waangalie mpira waenjoy. Ukipigwa shangilia, ukifungwa stahimili, vumilia. Kuna malani atakuja hapa maneno magumu magumu, alafu mwisho wa siku maisha yanaendelea. Lakini scenario kama hizi zinavyotokea za watu hawajaona ball, of course kwa mashabiki inaumiza inagusa sehemu nyingi sana so i think, kuna namna bora zaidi ya mamlaka za soka itafanya ili kuhakikisha kwamba hivi sio vitu ambavyo vinajitokeza tena. Mwijako alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao wali brag sana kwamba Simba watawafunga Yanga. Aliweka maneno yake kadhaa mazito, na ninakwambia tu hii mechi ya dabi, mimi nawambieni itarudiwa na timu zote mbili zitacheza. Haya maneno ya mtandao, usiingize timu, wanaongea kufurahisha mtandao. Mimi naambia, leo tarehe ngapi? Tarehe tisa Tarehe tisa kesho tarehe kumi Tarehe tisa ikeni saa ngapi? Dabi itarudiwa na timu zote mbili, zitachezwa zote, watapangiwa siku na watacheza. Hiyo nimekupeni mimi kama DC mamlaka sauti, wakikataa mje mnipije mawe mpaka nife mimi hapa, yaani dabi tarehe itakayopangwa, nasubiri TFF na bodi ya ligi ikae ipange tarehe, alafu nambia kama kuna timu haitaleta timu uwanjani, mtanambia, ndio utajulikana wao na mimi nani mkubwa timu si ni kubwa kuliko wao, nimesema. Sasa tuone kama wao wao wakubwa kuliko ni timu, wasilete timu. Wakileta timu, maana kimi ni mkubwa kuliko wao, itapangwa dabi. Mbona kama kuna kitu unaficha hivi? Dabi itapangwa mm -hmm. na timu zote mbili wataleta uwanjani na watacheza mm -hmm. tupo hapa leo, wasipoleta timu zote mbili mm -hmm. mnipige mayi mpaka nifu E, wewe ni, ni shabiki pengine kwa niaba ya mashabiki wengine mm. hili kugusa kwa namna gani? Kwamba haijanigusa kwanza, nimefurahi kwamba timu... sababu ni, tunatakiwa e. yeah. mpira upige hatua mm huu -hmm. mambo madogo madogo haya mambo ya kijinga kijinga yasihusishwe na mpira mm -hmm. Yaani lazima kuwe na misingi na sheria na, ya, ya, ya timu ziheshimike ya mm -hmm. Yaani unapokuja kwenye swala la football unatakiwa machawa au wapumbavu wakae mbali mm -hmm. monauwezik unatuma vipi vijana wazuie timu kwenda kufanya final touch ya mazoezi kwenye uwanja wao? Ni kina nani? Eti tumetumwa na mamlaka, amuingizi timu. Why you by the way. Sasa, ili kuleta heshima mpira, mimi na nimpongeze Salim Tayageni. Salim Tayageni alisomea mpira na anajua kanuni za mpira, ndio maana aliitisha akawambia, jamani, bodi ya wakurugenzi timu ya Simba, akamwambia nisikizeni, naijua sheria na najua namna gani hapa, haki yetu ipo, tusipeleke timu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 Wana, ha, kama itajirudia tena hapa katika nchi basi Simba isiwepo. Yaani mona tukio lilifanywa na Simba, maamuzi ya kutokupeleka timu haitajirudia kwa timu yoyote, hata Mtibwa Shuga haitajirudia, kwa sababu simba yoyote haijui, kwa sababu Simba inapanga utaratibu. Au wanajielewa Bwana Yusuf, tibu, Yusuf Kanyoka. Kwa hiyo niwaambie itapangwa tarehe Nasikia kuna minong'ono, atupeleki timu, wanajisumbua tu, wanachangamsha mitandao ya kijamii <laughs> lakini ninakuhakikishieni mimi niko hai leo hey, tarehe ikipangwa, bodi ya ligi wakikaa, kitakuwa na ratiba ile, mbwa hmm, watano wa jadi mtapewa, mtacheza tarehe fulani, timu zote mbili zitaeta mechi zitaeta timu wanjani na watacheza. Huwezi kwenda kinyume na shemeji. Huwezi kwenda kinyume na shemeji <laughs>

Uwezi dada kwa tajiri yangu kweli mm, lakini leo nipo kwa konde boy. Tajiri namba moja. Ukitabiri unahisi wataondoka ngapi? Ama Munaizi asicheze. Akicheza, mtu anapigwa tano sita. Akishinda muziki amekuja kwenye mpira. Sasa mwambie, na akishinda muziki anaenda kwenye nini? <laughs> Ataanza kuimba, nasema nao, mama, nasema nao. Ha, nimekwambia, nimekutolea mfano, <laughs> akishinda muziki hapo na na si nani Hali hajashindwa. Hali hajashindwa, Hali ipo vizuri cost hmm. Sasa Yasin, sasa ushasema team peke peke yake yake ndo mpira mpira mpira hujui? Au si by the way, inabidi pia muulize ma mwaulize celebrities hao ambao ni ma captain wa his team, ukimtoa <laughs> <laughs> Hali ali tulimlazimisha kutoka mechi ya Crown, sawa kutoka mechi ya sawa. Mtu mwingine ni Abdul Kiba. Mimi ni kocha wa Kings Music, sawa? Tunacheza kesho na Clouds na Clouds, mapema sana mapema sana, uwepo hapa celebrities wengi dakika like zao ni tano, saba, kumi mwisho. Kwanini hey, hebu waulizeni hili swali imekueje? Mm, um, na wao wanafanya sana mazoezi ya uroche, pumzi uroche, kwa ajili ya, ya vifua vyao kuimba na kufanyaje. Kwanini mpira umekuwa mgumu kwao? ukimtoa hali peke yake yeah, celebrities wengine wote wameshindwa kumaliza. Sasa tunazungumzia hii list, Mona. mm -hmm. Kipotoshi. mm -hmm. Kamaliza mechi meja Kunta walimlazimisha kutoka kwa sababu wana train kila siku mm -hmm. So kama tumechagua kulifanya ili kuwa jambo la kijamii na tumeona impact yake, kwa sababu watu wanakuja wengi. I think wanatakiwa pia kuutilize hapo, haya mazoezi wanaofanya hao kwa ajili ya sauti, kwa sababu lazima kuna kukimbia, kutumia ma treadmill, pumzi hio imejaa kifuani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 Eh, eh, eh, anacheza, lakini pia Konde Konde yuko hapa, na walisharushiana maneno. Eh, eh, Konde alisema ya eh, eh, ili kombe eh, eh, anaweza eh, eh, King's Music, ambao hayupo King wala hayupo Konde hmm. e, anaweza ambao anacheza na Clouds. Lakini leo nipo upande wa Konde tunampiga Warehouse Jumatatu. Nipo upande wa Kings, tunampiga Clouds mtondogo. Nipo upande wa Crown, inampiga nani huyu? Apiao a upande wangu. neno lako la mwisho kwa Konde? Of course tukaze, tunyoshe. Mashindano mazuri yanafuatiliwa, nimeambiwa watu wa juu kabisa wanafuatilia watu wazito mm -hmm. kwa hiyo uenda zawadi zikaongezeka kwa hiyo niwakaribisha makampuni mengine, mashirika mengine yanayotaka kuwekeza na kutoa zawadi huko, wakati wao wanipigie simu, namna gani brand zao tunaweza kutangaza hapa, lakini namna gani opportunity yao kukutana na ma celebrity ma star wote mm -hmm. wa nchi wako hapa eh oh, jana, yeah. Hey, nimepokea ujumbe wa maombi mwambino, naomba kuhudhuria, nikamwambia you are warmly welcome, milango iko wazi. Diamond anataka kaomba jana kaomba umba, ni sisi kuja kwa nini baada kumwona mimi ndo msemaji wa mashindano, unauliza hata mimi kama nani? Mimi ndo msemaji wa Samia kap mimi hapa, nimewaambia njoo, milango iko wazi, hata ukiwezekana kama unataka timu nikupe, utacheza, utacheza tuone uroto ulivyoisha uoga wa maisha, uoga maisha. Ukiwa mwoga na mjaja, mjaja, vitu hivi huwezi kuleta kunyoka. Mtu alonyoka mpira unajua, unajua, ujui, ujui. Full stop. Asanteni sana. Ah. Ndevu za kutajiri zitakuwa zile ndugu yangu <laughs> ndevu ya kutajiri taku...